kwa majina naitwa Ibrahim Mwakwama, mashine ya kusaga na kukoboa. Nilikuwa mgombea ubunge wa jimbo la Uyole kupitia chama cha wananchi kafu wilaya ya Mbeya mjini. Kitu cha kwanza kabisa kabla ya yote nipende kuwapa pole Watanzania wote kwa haya mambo yaliyotokea kipindi hiki cha uchaguzi. Niwape pole sana wananchi wangu wa jimbo la Uyole kwa haya yote yaliyotokea. Tumepoteza vijana wetu, tumepoteza nguvu kazi ya taifa lakini pia niwape pole Wanambeya wote kwa sababu pia mimi ni Mwanambeya na mimi nasali, nina hofu ya Mungu. Nawapa pole kwa haya yote yaliyotokea, maana uchaguzi huu umetuachia makovu makubwa sana. Lakini nipo hapa kuzungumza mwandishi wa habari, masikitiko yangu kile kilichotokea kwenye uchaguzi huu uh, uliopita kile kitu ambacho kimetokea kwamba hatu kura hatuelewi zilipigwa saa ngapi, kura hatuelewi zilihesabiwa saa ngapi hizo kura ambazo zilipigwa zilipigwa na wananchi wa, yaani niseme, wananchi walipiga saa ngapi hizo kura? Kwa sababu saa tano vurugu zikawa zimetokea kwa kwa namna yote ile, hata asilimia thelathini za wapiga kura walikuwa hawajafika, lakini mtu anakuja kutangazwa kwa asilimia karibia tisini kwamba yeye ni mshindi. Kwa hiyo hiki kitu kinatuumiza sana sisi wengine. Lakini sisi hatuna sehemu ya kwenda kushtaki. Sisi tunayemshtakia ni Mungu peke yake ndo anayejua. Kwa sababu Mungu ndo anajua mambo ya sirini na ya nuruni. Kwa ni wape pole sana wananchi wangu wa Jimbo la Uyole ambao walimtaka Ibrahim Mwakwama awe mbunge wao na wapa pole. Lakini nasikitika kwa sababu ni mwaka huu katika uchaguzi huu nimewahi kuona kitu ambacho nimeona kitu ambacho sikukitarajia kwamba ingekuwa hivi. Ni wasi wananchi tu watulivu tuowapole Lakini huku tukiendelea kudai haki na amani, maana hiyo ndo msingi wa taifa letu. Nawaomba sana wananchi wa Uyole, tusikate tamaa, tusikate tamaa katika vyote hivi vitu vilivyotokea, tusikate tamaa, tuendelee kupambana. Kuna siku Mungu ambayo atatenda muujiza, tutakuja kuikomboa nchi yetu, tutakuja kuikomboa Uyole wetu, tutakuja kukomboa kata zetu na kuwapata viongozi ambao wananchi walikuwa wanawataka. Wewe unaamini kwamba katika hizo kura zilizohesabiwa je, zilifika kweli kura laki moja na kumi? Kwa sababu asilimia kubwa vituo vingi vilikuwa vimechomwa. Japo sikustahili kuliongelea hili jambo, linaniumiza nikilikumbuka. Sawa, kura zimechomwa. Unahesabu kura ambazo nani amepiga? Sasa hizi usalama wetu ni mdogo sana. Tuko tunaishi mafichoni. Mimi ninachowasii Watanzania na wana Uyole, tuendelee kudai haki na amani. Mungu wetu hajai kunyamaza na Mungu hamtupi mja wake. Swala su la ushindi wa mshindi aliyetangazwa kwa kwamba ni Dr. Tulia kwa jimbo la Uyole. Kwa kura zile zile zaweza kuwa nyingi ama chache vyovyote vile. Kura zile zile alizoitangazwa kushinda hata kama haijafika asilimia tisini. Wewe unashaka na ushindi wake, na kama unashaka ni nani mshindi wa ubunge jimbo la Uyole? Jimbo la Uyole hakuna mshindi kwa sababu kura hazikupigwa na hazikuhesabiwa. Hata ningekuwa mimi ningeshinda, nisingeenda bungeni. Kwa sababu mazingira hajifichi mazingira naonyesha kwamba hakuna kula zilizopigwa. Sasa kama kula zikufika hata asilimia selasini na kuwaje mshindi? Hata ningetangazwa ni mimi, kwao mimi msimamo wangu uko palepale pale. Mimi naendelea kuwaomba wanauyole twe wavumilivu, lakini tuendelee kudai haki na amani huku tukimtegemea Mwenyezi Mungu. Nam, Bwana Mwakwama Ibrahimu, mgombea uliyekuwa mgombea wa CUF ubunge jimbo la Uyole, kwa mujibu wa matokeo ambayo yalitangazwa, naam, yalitangazwa na msimamizi wa uchaguzi jimbo la Uyole ni kwamba uh, mshindi wa kiti cha ubunge Dkt. Tulia Ackson alishinda kwa akali asilimia uh, tisini, e, na wewe ukawa mtu wa pili ambaye ulishinda kwa asilimia tano, e, mtu wa tatu asilimia tatu, uh, mtu wa nne asilimia mbili, lakini wako wawili asilimia sifuri ya kura zote wewe uliyapokeaje matokeo hayo? Sasa nitayapokeaje matokeo ambayo hakukuwa na uchaguzi? Nitayapokeaje? Hata ungekuwa unayapokeaje? Unapokeaje matokeo ambayo damu za watu zimemwagika? Unapokeaje matokeo? Unapokeaje matokeo, matokeo ambayo vituo vya kuhesabia kura vimechomwa, vya kupigia kura vimechomwa? Unapokeaje hayo matokeo? Ndio maana nasema nashindwa hata niwaambiaje wana Uyole, nashindwa hata niwaambiaje Watanzania zaidi ya kusema niwape pole, kwa sababu mimi hivi vitu sijawahi kukutana navyo. Po, siwezi kuyapokea matokeo ambayo yataniumiza moyo, siwezi kuyapokea. Sawa, kama walitangaza wao, walitangaza lakini je, mimi nilihusika? Sikuhusika, sikuwepo pale. mimi siku zote ni muumini wa haki kaka, na ndo maana narudia tena kusema na unielewe, na, na wananchi wanisikie, tutaendelea kudai haki na amani, kwa sababu huo ndo msingi wa taifa letu, ili tupate maendeleo. Hicho ndo kitu cha msingi. Sa Sawa. Kwa siwezi kukubaliana kwamba siku na matokeo alitangaza ni nini, mimi naona kama ni michezo tu ya kitoto hiyo, kwa mtu mwenye akili timamu. Kwa jinsi uchaguzi wa jimbo la Uyole ulivyokuwa, siwezi kupokea matokeo ya namna yote ile. Ningeona wananchi wangu wamepiga kula, ningeona wananchi wangu wameshiriki kikamilifu, kula zimehesabiwa, mawakala wangu wamehesabu sawa, ningekuwa na neno la kusema lakini kwa hapa sina neno la kusema na kwamba zaidi ya kusema kwamba mimi matokeo siwapokei, isipokuwa nitaendelea kuwa namba moja kwa kipaumbele kwa ajili ya kudai haki na amani, ili Tanzania yangu ninayoipenda iwe bora na kupata maendeleo kufuatia huu. Kwa sababu we ulikuwepo ndani ya uchaguzi. mm -hmm. Yaani ni kama ile wanasema utamu wa ngoma ingia ucheze. mm -hmm. We ulikuwa ndani ya uchaguzi. mm -hmm. Nini umekigundua kwenye tangu umeanza kampeni mpaka umemaliza uchaguzi mpaka sasa bunge limeanza, mabaraza karibia yaanze ya madiwani, nini ambacho umekigundua? Kwa sababu wewe ulikuwa ndani ya ngoma kucheza, so radha ya mziki unaifahamu wewe. Nini umekigundua kwenye uh, suala hili lote, tangu kampeni, uchaguzi, hata sasa vikao vya madiwani uh, vya ma, wabunge vimeanza? Mimi bwana, toka mchakato umeanza wa uchaguzi, mimi narudia tena, mimi nasimama pamoja na Chadema, mimi niko pamoja na wananchi Hicho ndio nilichokigundua, kwamba kila wanachokipigania Chadema. Hata kama mimi ni sehemu pia muumini wa hiyo, hizo kauli za no reform no election. Hicho ndio nilichokuwa nakiunga mkono. Na ndicho ninachokiunga mkono mpaka saizi hapa nilipofikia. Kwa sababu nimeona udhaifu toka mchakato wa uchaguzi unaanza mpaka hapa tulipofikia. Nimeona udhaifu. Unaweza kutangazaje matokeo asilimia mtu ameshinda asilimia tisini, matokeo ambayo kula hazikupigwa? Kufikia saa tano, kula zilikuwa hazipo, unawezaje kutangaza matokeo namna hiyo? Alafu pili, watu wamepotea, natangazeje matokeo namna hiyo? Kwa mimi nasema kwamba mimi naungana pamoja na Chadema, nimeingia nimecheza, na nimeona udhaifu, na ndio maana nasema Chadema wako sahihi kwe kwe kwenye nini kwenye ile reform, kwe, kwe, kwe, mara tuweke kwe wazi, kwenye kwenye nini unachotaka no. kujua kwamba lazima kuwe na mabadiliko ili tufanye uchaguzi. Mabadiliko ya uchaguzi yalikuwa ni muhimu, ya tume ile yalikuwa ni muhimu sana, na katiba pia tunahitaji kwa wakati huu kuliko wakati mwingine. Sawa, ndo maana nasema, kwa sababu nimeingia nimecheza ngoma, nimeshiriki mwanzo mpaka mwisho, na haya niliyofanyiwa, na haya ambayo watu wengine wamefanyiwa, wagombea wengine, mimi naungana pamoja na Chadema na walikuwa wako sahihi. Na kama kuna namna, niliwahi kusema, japo mimi sijai kusema, mimi nilikuwa naungana nao toka mwanzo, hata kama nilikuwa nagombea, basi naomba wananchi wanisamehe, lakini Chadema walichokuwa nakisimamia wako sahihi kwenye kura ulizopata asilimia tano, unadhani una kuna kura uliipata isivyo ama uliibiwa kura yako ikaelekezwa kusiku? <laughs> Acha ugome. Mimi nimekwambia kwamba haya matokeo si yatambui tena. Unaniuliza kura nilizopata, nimepata kura kwa mujibu wa matokeo. Tuna asilimia tano uliyoipata zimetoka wapi? Mimi nauliza, kwa mujibu wa matokeo zimetoka wapi? Sio ya kwangu. Karibu sasa mimi ndo unisikiliza kwa sababu mimi si ndo nilikuwa mgombea. Naam, kura nimepata zimetoka wapi hizo? Si wao wametoa sasa sio mimi, kwa sababu mimi sijashiriki kitu chochote. kosikutegemea kwamba nikutane swali la namna hiyo kutoka kwako. Hilo ni swali la kimtego na mimi silijibu. Mimi sitambui chochote, na wala hizo kula hakupata Ibrahimu Mwakwama bwana. Mimi kula ambazo zitakia nipate zile ambazo wananchi wameenda kupiga, hapo ndo ungeniuliza. Sawa, neno lako kwa wananchi ni lipi? Uh, hasa mimi wana, uh, wana Uyole ambao ulikuwa ukigombea nini, ninataka kuambia baada ya uchaguzi, kwamba utayari umeshatamatika, viongozi wali wali, waliotangazwa waliopatikana, walio wamepatikana, waliotangazwa, nini neno lako kwao? Mimi neno langu kwa wananchi, kwa hali iliyopo, wananchi kwa sasa, tuendelee kwa watulivu huku tukifikiria na kuomba hekima kwa Mungu, ili taifa linaenda kwa linaenda wapi, hilo ndo neno la msingi, kwa sababu maslahi ya taifa ni muhimu sana kuliko maslahi ya kwangu mimi Ibrahim sisi kama taifa lazima tukae kitu kimoja, tufikirie, hata viongozi wetu wa juu watafakari kwa makini, kila mmoja kwa sehemu yake, wapi nilipoteleza, wapi tulipokosea, ili tukae chini turekebishe haya yote. Je, tunachokidai kama tunachokidai sisi ni sahihi, basi turudi tukae chini. Lakini zaidi tunahitaji hekima ya Mungu kwa haya yaliyotokea. Hatukienda kumwambia mtu ambaye mtoto wake aliuawa siku ya uchaguzi, hawezi kukuelewa. Ndio maana nasema Mungu tunachoomba kama taifa ni Mungu mwenyewe aingilie kati, atupe hekima wa Tanzania wote kwa ajili ya kwenda kusovu ili kuifikia ile Tanzania tunayoitaka, nazosema ya maziwa na nini na asali. Naitwa Erasto Juma Swala, nilikuwa mgombea udiwani kata ya Itezi kupitia tiketi ya CUF, lakini cha, cha cha kushangaza tangu tarehe ishirini na tisa Oktoba ile baada ya kuchaguzi kufanyika, lakini kufikia mchana hivi zoezi lile kama limevurugwa. Baada ya hapo kiichoendelea kwa kweli sintofahamu, mpaka tulikuwa tunasubiri jioni, kesho tarehe 30 tarehe 31 tarehe moja, ikawa hakuna kinachoendelea. Kwa hiyo kama mgombea, ile hali ilinisikitisha sana, maana nilitegemea kabisa msimamizi wa uchaguzi wa kata bila shaka atatuita na kujua nini kinachofuata pale lakini mpaka hivi navyozungumza na wewe mwandishi wa habari hakuna taarifa yoyote ile ambayo nimeipokea kama mgombea diwani kata ya Itezi. So matokeo ya kata yako yanasemaje mpaka sasa? matokeo hatukuombiwa chochote kile kinachoendelea, na mara zote mi naamini, mimi ndio diwani wa Itezi, maana matokeo rasmi kabisa kwamba ilivyotoka siku ile tutangaziwe kwa wakati ule, hatukuweza kufanya vile. Lakini kwa kuwa wananchi walitoka kuanzia saa moja ile asubuhi mpaka saa saba maana zoezi ndio lilivurugwa pale, na mimi hata kama tungehesabu pale, mimi ndio diwani wa kata Itezi. Lakini mpaka hivi sasa ninavyokuambia, hakuna chochote ambacho kinachoendelea mpaka hivi kwa Itezi. Nimekuwa nikipata shida kidogo kupitia kwa wananchi wenye matumaini makubwa sana, wakiniuliza mheshimiwa, mbona tuko kimya, kinachoendelea? lakini mara kadhaa nikiwaambia subira kidogo, pengine mambo yataonyesha nini kinachoendelea. Lakini hali halisi kweli kwa upande wa wananchi imekuwa ni shida sana, hasa pale walipokuwa wameweka matumaini yao kwamba tunaenda kumpata kiongozi wetu ambaye tunaamini kero zetu zinaenda kusikilizwa vizuri. mpaka leo hajapewa chochote kile kinachoendelea. Naitwa Julius Elias Swaga, ni mgombea kwa tiketi ya mgombea udiwani kupitia tiketi ya CUF katansalaka. Kiukweli kwa uhalisia ninaouona sio shwari kwa wananchi na kwa mimi mwenyewe binafsi na wananchi wangu wanaonizunguka katika eneo la kata Msalaga. Kwa kawaida siku zote katika nani nani nani, nani uchaguzi zilizopita hizo huwa kunakuwa kuna, kuna utaratibu, utaratibu unatakiwa kwamba kula watu wakishamaliza kupiga kula, waende ofisi ya kata kwa majumlisho hili ndipo achaguliwe kiongozi ambaye bora na mtaka kwa kupitia kura, lakini kwa awamu hii hamna hicho kitu kilichotendeka. Mpaka sasa hatuelewi kwamba diwani nani amepita kwa uchaguzi ambao huu uh, uliopita huu uh. Sio shwari kwa kila mtu, tusitake kupindapinda, kufanya je, tuweke vitu ambavyo viko safi. Kwa mimi ndio nimefikia hapa, ni sio shwari kabisa.